Hello mambo, vipi? Karibu tena Space Decorations, karibu. Leo tuelekezane ni namna gani tunaweza tukatengeneza clips za viazi kama hizi hapo, kwa ajili ya biashara. Kama bado hujasubscribe, tafadhali usisite kusubscribe kushare video zetu, ili wengine pia waendelee kupata ujuzi mbalimbali mbali. Okay, sasa, hatua ya kwanza kwa leo nitawelekeza namna gani unaweza ukakata kripsi za viazi kwa kutumia hiko kidude hapo. Hiko kidude ni affordable, kinapatikana masokoni kwa shilingi elfu moja tu, na pia sehemu tunayokatia hizo kripsi zetu ni sehemu ya hapo katikati, maana kuna sehemu za aina tatu kama sio nne na, na kila sehemu inafanya kazi yake. Sasa katika kukata kripsi za viazi tutatumia hiyo sehemu ya katikati hapo, na kinakata vizuri, kama unavyoona clips yangu inatoka vizuri, haina shida kabisa. Okay, ona kinavyokata vizuri. Kama wewe sio mzoefu sana wa kutumia hicho kidude, utahangaika mwanzoni, lakini utazoea, utazoea vizuri tu. Ni kizuri na kinakata vizuri. Clips zangu zitakuwa kama hivyo hapo, na baadaye tutakwenda kuzichoma kwenye mafuta. Usizikoroge koroge sana, kwa sababu ukizikoroga, zitashikana, zitakatika, zita utaziacha mpaka zitakapokauka zenyewe, na clips yetu itakuwa kama hivyo. Ni simple sana. Sasa inategemea na wateja wako wewe. Mimi sipendi kuweka chumvi moja kwa moja, kwa sababu kuna watu wengine hawapendi chumvi, lakini kuna wengine watahitaji kuweka chumvi. na clips yangu itakuwa nzuri kama hivyo, ni ngumu, imekaza vizuri. Mimi za kwangu ni za biashara, na pia nitazifanyia packaging, nitatumia hiyo karatasi hapo. Napanga clips za shilingi mia tano, kwa hiyo nitatumia hiyo karatasi, na hii ndio final stage yetu. Clips zetu zinaonekana hivyo, ni nzuri sana. Pia wateja wangu wanazipenda sana. Kama na wewe pia unahitaji kufanya clips za biashara, jaribu njia hizo.